Kwa majina ninaitwa Evelyn Salvato Libwire, ni mkurugenzi wa EVASAB African Culture na EVASAB Family Group of Family Women uh, na pia ni mwanachama wa TWCC yani Tanzania Women Chamber of Commerce, lakini ni katibu mtendaji wa TWCC mkoa wa Geita. EVASAB African Culture, zaidi tunajishughulisha na mambo ya culture sekta ya utalii zaidi, ni kama mnavyoona hapa mambo ya asili, asili yani. Kwa hivi ni baadhi tu ya vitu tunavyovifanya, lakini batiki kama hivi mnavyoniona, nguo za mba, nguo za asili mbalimbali mbali. Kuna kama hii hapa ni lampshade. Hii lampshade hatutengenezi sisi, lakini wenzetu wa Burundi wanatengeneza, so kuna vitu ambavyo wao wananunua kwetu na sisi tunanunua kwao, ila hii hapa inatengenezwa Mufindi, Iringa, Njombe kule kwa sababu ndio malighafi zinapatikana kwa wingi kule. Ila kuna notebook hizo hapo, tunachukua notebook kama notebook, tunaziongeza thamani, ndio kama hivyo unavyoona. Hii hapa ni ya shingo kwa ajili ya kusaidia shingo kutokuumia wakati mtu anasafiri. Kwa kuna vitu mbalimbali mbali, um, kama hivi ambavyo mnaona ni baadhi tu na ni vichache, lakini kuna picha kama hivyo mnazoziona hizo tunazitengeneza hapa hapa, yes. Lakini tukija kwa EVASAB family group au EVASAB women group. Kwa tika hiyo tunajihusisha na uuzaji wa dagaa. Tuna dagaa tunaojihusisha nao, tunachukua dagaa wa bichi kabisa tunawaandaa wa wenyewe tunawasafisha, tunawakanga na kuwawekea viungo then tunawaandaa katika usafi wa hali ya juu, na ninamshukuru Mungu kwa kweli dagaa wamekuwa na mwitikio wa mkubwa kwa hapa Geita wanasoko na hata nje ya Geita. Ukienda kwenye supermarket za hapa Geita karibia supermarket nne, ukienda RK supermarket Mezki supermarket JK supermarket, supermarket na Paskazia supermarket hawa ni wadau wangu muhimu sana sana sana sana. Ukipeleka dagaa within ya wiki, dagaa wameisha. Ukipeleka dagaa within three days umepigiwa simu. Lakini pia Evasab family group, pamoja kwamba tunauza samaki wabichi, lakini ndoto yetu ni kuja kuwaongeza thamani pia hawa samaki kwa kutumia teknolojia ambayo ni rafiki pia kwa mtumiaji, lakini ambayo pia ni rafiki kwa mazingira yetu, kwa sababu teknolojia ya zamani unalazimika kutumia kuni au mkaa, ambao ule kuni na mkaa unakuwa na kaboni ya kiwango cha juu, lakini kwa kutumia sola au gesi, then unatumia mashine itamrahisishia kwanza mwandaaji, alafu pili hata mtumiaji pia atakiwa katika matumizi salama na sahihi. Kwa nini? Aa, nilichagua biashara hizi kwa sababu ninapenda sana mambo ya utalii na pia ni mdau wa utalii na ni balozi, nina official letter kabisa ya kutoka hifadhi ya Burigi Chato kama balozi au mtangazaji mhamasishaji concerning na ile hifadhi. Ninapenda by nature toka nikiwa mdogo ninapenda zaidi vitu vya asili. Ndio maana hata mavazi yangu yaliyo mengi unakuta ni ya kiasili, asili. Hata ndani mwangu unaona nimechanganya vitu ambavyo ni vya asili. Mapazia unaona yana vitu ambavyo vina mchanganyiko wa asili. Decoration zangu ndani, nina hadi kitanda cha asili ambacho tumetengeneza kutumia nini, mianzi. Meza kama hivyo unavyoiona ni ya mianzi. Pembeni yangu hapa kuna meza ya mianzi, lakini hata kiti nilichokalia ni cha mwanzi, ninapenda kwa kweli. Lakini pia ninapenda vitu vya kwetu, ninapenda zaidi vitu vya kwetu. Vitu vya kwetu vina thamani kubwa sana, na ndio maana hata wenzetu wanafunga safari, wanatenga bajeti kwa ajili ya kuja kuona asili yetu. Kwa hiyo, na mimi kama mtu anafunga safari kutoka mbali kuja kuona asili yangu, ni lazima niweze ku appreciate asili yangu, niweze kuipenda asili yangu na katika biashara ni kwambie, mtangazaji inatokana na ubunifu. Ubunifu wako ndio kutengene, kufanya kile kitu kiweze kuwa na mvuto hata wanaouza wanaopenda vitu vya nje, yaani walao wale wanaotengeneza na wao pia wana ubunifu wao, ndio maana watumiaji unakuta wanahamasika na wanawashawishika kwao. Hata sisi vitu vya kwetu tunatakiwa kuwa wabunifu zaidi ili viweze kuwa na mvuto zaidi. Kwa wateja wangu bado ni wa ndani na wa nje pia, ni wachache ila wateja wangu zaidi mimi kwa sasa hivi ni wa ndani. Tunahudumia mikoa yote ya Tanzania, popote mtu alipo, bidhaa zetu au bidhaa zangu zinamfikia, kwa sababu hata sisi tunapohitaji bidhaa, iwe ni kutoka Dar es Salaam, kutoka Arusha, kutoka Dodoma, kutoka wapi, bidhaa inafika sababu miundombinu kwa namna moja ama nyingine, serikali inaenda inaboresha mazingira. Kwa hiyo popote pale mtu alipo biashara inafanyika, na ndio maana hata unaona watanzania wetu, watanzania wenzetu wanaoagiza bidhaa nje, hawazalishi wao, lakini bidhaa zinafika. Kwa sasa hivi mazingira na teknolojia imerahisisha vitu vingi sana. Kwa hapa Geita tunapatikana Geita mjini au Geita manispaa. Uh, kata ya Kalangalala mtaa wa Nyanza au Kagera almaarufu mtaa unaojulikana sana kwa mawasiliano ni sifuri sita ishirini kumi na nne tisa tatu kumi na nne. Haijawahi kubadilika hii namba toka nimeingia Geita, sifuri sita ishirini kumi na nne tisa tatu 14. Watanzania wenzangu, tuvipende vya kwetu, vya kwetu vina thamani sana, ndio maana hata nchi za wenzetu wanachukua mchere, tunazubaa, wanaenda kuweka lebo kwamba wamezalisha wao wakati umetoka nchini kwetu. Aa, neno ambalo naweza kuwapa ni kwamba tusonge mbele, serikali yetu sikivu na kabla ya kuwatia moyo wabonifu wenzangu ninaombi kwa serikali uh, tunaona makundi mengine yanatengewa maeneo kwa ajili ya masoko na uzalishaji. Tunaona wakulima unakuta wana maeneo yao ya uzalishaji, lakini pia wana maeneo yao ya masoko. Tukija kwa kundi la wamachinga, the same nao wanatengewa maeneo lakini tukija kwa wazalishaji mahususi ya hivi vitu vya asili ambavyo ni vya kwetu, kidogo tumesahaulika, hatujatengewa maeneo. Ila tu niwapongeze Dar es Salaam, nadhani na Arusha wenzetu, kuna maeneo specifically kabisa ukihitaji kitu fulani ukienda mahali fulani unapata. Dar es Salaam ukienda Mwenge uwezi ukakosa chochote unachohitaji kuhusiana na vitu vya asili ukienda Machinga Complex ni the same. So nitoe wito kwa serikali katika mikoa yote ambayo ina wabunifu ambayo ina watu wa bidhaa za asili kama hivi, maeneo yaweze kutengwa, inakuwa ni njema zaidi. Hata kama utaenda kufanya mtu mmoja, lakini kama mkifanya as a group, wote mnatengewa eneo lenu. Unajua, vitu vya asili vina mvuto by nature, kwa yani nadhani nimeeleweka, ni sawa na pale ukienda Dar es Salaam, vile viti vya, vile viti vya asili ukienda Oysterbay Mbuyuni pale unakuta vimepangana, kwa hiyo unafanya choice, nichukue hiki niache hiki kona. Sisi tukipata eneo ambalo limetengwa, yani itakuwa njema sana. Wasikate tamaa, wakati mwingine wajasiriamali wa vitu vya asili wanakata tamaa mtu anafanya uzalishaji mpaka pale atakapopata oda au atakapopata tenda, lakini ile ule sio utaratibu mzuri wa ufanyaji wa biashara. Kwa hiyo wakati mwingine unaweza ukapigiwa simu, nina wageni wanahitaji mzigo, ukiangalia wewe hauna, kwa sababu usipokuwa na eneo tengefu, mzunguko pia unakuwa mdogo, japokuwa kuna kuna media sasa hivi social media hivi na hivi, lakini ikiwa ni eneo tengefu moja kwa moja, yaani inakuwa njema zaidi. Kwa hiyo nitoe wito kwa serikali, lakini neno kwa wajasiriamali wenzangu ambao wanafanya kama kazi ninazozifanya wasikate tamaa, kazi yao ni njema. Bwana Yesu alisema, asiyefanya kazi na asile. Kwa hiyo na wao kupitia kazi zao Mungu atabariki na kila kitu kitaenda sawa na kupitia kazi zetu tunalitangaza taifa letu.